Tunashauri nyuki tusije tukawafugia kwenye majumba yetu. Ni kwa nini? Ni kweli nyuki wamegawanyika katika sehemu ama makundi makuu mawili, kuna nyuki wanaodunga na nyuki wasiodunga. Wale wasiodunga tunaweza tukaweka kwenye mazingira yetu ya nyumbani kabisa, ama kwenye nyumba zetu, lakini nyuki wanaodunga tunashauri wawekwe porini, sehemu ambako hamna mkusanyiko wa watu, sehemu ambako hamna shughuli za kibinadamu zinafanyika kule, ambazo zinasababisha mwingiliano wa jamii kama shule, hospitali, barabara, kwa sababu wale wale nyuki ni wazuri kweli, wanatupatia mazao ya nyuki, wanatulindia msitu yetu na mazingira kwa ujumla, wanaleta madhara kwa haraka sana. Tunashauri jamii isiwe inafugia nyuki kwenye majumba yao wale nyuki wanaodunga, kwani ni hatari kabisa. Unapaswa ku, ku, ku, kuvaa haya mavazi bifoa hujafika kwenye eneo la tukio kwa ajili ya kumuokoa. Unapaswa uh, ku, kujiprotect wewe mwenyewe, ili kusudi kwamba unapoenda kufanya uokozi basi wewe pia usiwe moja ya wale ambao watashambuliwa wata. Kwa maana hiyo, ukivaa hii itakusaidia kujikinga, utafika pale Uh, kama alivyotangulia kusema afande, kuna unaweza kutumia kitambaa cheupe kwa ajili ya kumfunika yule mwathirika, kumzuia ili asiweze kuendelea kudungwa na wale nyuki, ukamwondoa sasa, kumfikisha kama ni kwenye gari au kama ni kuna nyumba maalum sehemu, unaweza kumfikisha hiyo sehemu kwa ajili ya kumpa huduma ya kwanza. Elimu ambayo umetupatia leo itakwenda kutusaidia na kutujengea hmm, uwezo na na namna namna ya kukabiliana na matukio ambayo yanahusiana na nyuki kwa namna moja au nyingine. Tumekuwa tukipokea mito mingi sana ya simu ambapo wananchi wamekuwa wakihitaji msaada kutoka jeshi la zimamoto, lakini kupitia somo la leo limekwenda kutujenga, na hatujatoka hapa, tumeondoka na kitu ambacho kinakwenda kuboresha kwenye a. Lakini nyuki pia vilevile vile, pamoja na manufaa makubwa ambayo anatupatia nyuki, pia anaweza kusababisha majanga. Kwa hiyo ndio maana tukaona kwamba ni vizuri tuweze kufika kwa wenzetu tuweze kuwapatia mafunzo haya ili sasa waweze kuwa na elimu ya namna ya kukabiliana na majanga ya nyuki pale yanapotokea katika wilaya ya Shinyanga. Kwa siku za hivi karibuni kumekuwa kuna ongezeko la matukio ya, ya nyuki na tumekuwa tukitaarifiwa na wananchi mbalimbali ambao wamekuwa wakitoa taarifa kuwepo kwa matukio ya, ya nyuki